Faida za mazoezi ya kimwili. Mazoezi ya kimwili ni shughuli yoyote ya mwili inayofanywa kwa lengo la kuboresha au kudumisha afya ya mwili na akili. Kufanya mazoezi mara kwa mara ni moja ya njia bora ya kuhakikisha maisha marefu, yenye afya na nguvu. Ingawa mara nyingine watu huchukulia mazoezi kama jambo la hiari, ukweli ni kwamba hitaji la msingi kwa kila mtu, bila kujali umri au hali ya maisha. Mazoezi yanaweza kuwa ya, ya aina mbalimbali kama kutembea kwa mwendo wa haraka, kukimbia, kuluka kamba, kuogelea, kuendesha baiskeli, kufanya mazoezi ya viungo au tunapenda kuyaita gymnastics, au kufanya kazi za nyumbani zenye kusisimua mwili kama kufua kwa mikono au kulima bustani. Kwa nini tufanye mazoezi ya kimwili kwa afya? Kwa kuboresha mzunguko wa damu na afya ya moyo. Mazoezi husaidia moyo kufanya kazi vizuri zaidi kwa kusukuma damu kwa ufanisi. Hii hupunguza hatari ya magonjwa ya moyo, kama presha ya damu na kiharusi. Kudhibiti uzito. Mazoezi huchoma kalori na kusaidia kudhibiti uzito wa mwili. Hii ni njia nzuri ya kupunguza au kuzuia uzito kupita kiasi. Kuimarisha misuli na mifupa. Mazoezi kama vile kunyanyua vitu vizito au yoga huimarisha misuli na mifupa, na hiyo hupunguza hatari ya kuzeeka vibaya na kupata matatizo ya mifupa. Kuboresha usingizi, watu wanaofanya mazoezi hupata usingizi wa haraka na wa kina. Hii ni muhimu kwa afya ya akili na mwili kwa ujumla. Kukuza afya ya akili na kupunguza msongo, mazoezi huchochea uzalishaji wa homoni za furaha kama endorphins, ambazo hupunguza msongo wa mawazo, wasiwasi na hata huzuni. Kuongeza nguvu na uvumilivu. Kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, mwili huzoea kazi ngumu. Na hivyo, na hivyo huongeza nguvu na uwezo wa kufanya shughuli nyingi bila kuchoka haraka. Kwa kuboresha mfumo wa kinga ya mwili, mazoezi huimarisha mfumo wa kinga, hivyo husaidia mwili kupambana na magonjwa kirahisi. Kwa kukuza kujiamini na mwonekano wa mwili, mazoezi, mazoezi humsaidia mtu kujisikia vizuri kuhusu mwili wake na hivyo huongeza kujiamini mbele ya watu na katika maisha ya kila siku, mazoezi ya kimwili mazoezi ya kimwili ni zawadi tunayoipa mili yetu. Hayahitaji gharama kubwa. Kutembea kila siku, kucheza michezo au kufanya kazi ndogondogo nyumbani kunaweza kuwa chanzo kikubwa cha afya bora. Ni vyema kufanya mazoezi angalau dakika 30 kwa siku, siku tano kwa wiki. Kumbuka, mwili unaoishi ni mwili unaotumika. Ulikuwa nami Juliet Innocent kwenye makala hii. Tafadhali usisahau kusubscribe kulike, kushare na kukomenti. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.